presha ilipanda na kushuka. Nikamtazama dada naye akamtazama mimi. Muda huo baba yuko mlangoni ananiita na dada yuko chumbani kwangu, ametoka kunilazimisha kuseks. Itika bwana, halafu jifanywa na usingizi Kelvin na, namba. Nilijikaza nikaitika nikijifanya nimetoka kwenye usingizi mzito sana. Hivi ile hela ya tuition iliisha eh? Ndiyo baba, hebu njoo. Nilifungua mlango nikatoka, mzee akanipa pesa za kulipia tuition kisha akaondoka zake. Nikafunga mlango kwanza, nikaegemeana kuangalia juu eh. Nilishusha pumzi ndefu sana muda huo dada naye amekuja nilipo, eti ananikumbatia. Nikamtoa kwanza, we dada una nini lakini, huoni kidogo tufumaniwe? Mi sijali. Eti ujani ujali, mbona ulikuwa unatetemeka hapo? Mi sijali kweli tena, kwa ulichonipa niko tayari kwa lolote, Kevoo wangu, dada alisema, kisha akanishika sehemu za siri nikamtoa haraka sana, please nenda chumbani kwako dada. Wewe naye kali shamba sasa. Dada imekujaje hapo na tumesha seksi? Ni tehani, mpenzi, kimapenzi, sweetheart, my love, eh, majina kama hayo baba, achana na udada na ukaka huwa tumeshauvunja. Sawa, naenda kwako kwa, please ok. Bye, love. Dada Selina aliondoka zake nikabaki chumbani kwangu nikitafakari. Niliona kabisa maisha yanaenda kuwa magumu sana nyumbani. Niliwaza mno, hata sikujua nimelala saa ngapi. Basi nikalala. Nimeamka asubuhi mapema mno kabla wazazi hawajatoka, nikawawahi Baba na mama, samahani, mimi naomba niliwasalimia, kisha nikawaambia wakasimama kunisikiliza. Kunisikiliza ombi gani tena? Tumechelewa. No, hebu msikilize mtoto babake Kevoo. Haya ongea basi. Ba, mi naona tu, naona tu nipeleke boarding hapa nyumbani na kuwa sisomi vizuri. Ehe, wewe tena Mama alishangaa maana kati ya vitu nilikuwa navikataa ni wao kunipeleka shule ya boarding. Lakini sasa niliomba mwenyewe. Yote ilikuwa ni katika harakati za kumkwepa dada Selina asiendelee na ujinga wake kwangu. Wewe si ulikuwa unalia kabisa utaki boarding? Tena unasusa kula, yaani unasusa mpaka kula kabisa, leo imekuwaje? Baba, mimi sasa hivi anataka bodi kweli? Tena wazee waliangaliana kwa muda wakanigeukia, nikaona kabisa kama wana wasiwasi na maamuzi yangu. Tutakujibu, wahi shule usichelewe. Waliondoka wakaniacha nimesimama. Basi ninarudi chumbani kwangu, namkuta Selina amelala kitandani kwangu akiwa uchu wa mnyama Nilipoingia tu akasimama na kuayu mlangoni akaufunga mlango na kunisogelea hadi akanibania ukutani. Kwa hiyo unataka unikimbie, uende wapi? Utoenda popote, nakwambia. Wewe ni wa hapa hapa, nakuambia mimi. Utoenda bwe nini? Labda niwe nimekufa. Utabaki hapa ukinikula hadi moyo wangu utakaporidhika kukuachia Kevo. Wewe ni mateka wangu. Wewe ni utamu wangu sasa. Dada aliongea karibu na sikio langu. Kufumba kwangu macho lilikuwa kosa kubwa. Nikashikwa shikwa kwa kasi. Mkono ukazama ndani. Nikashikwa kwa mzee wa kazi. Mara pap, niko uchi tayari. Dada anainama mbele yangu kisha ananiambia weka unasubiri nini? Mshamba wewe. Dada, umenichelewesha shule, sasa hivi mi nafikaje? Jiandaye namwita boda. Alafu Kevo, ukishindwa kuniita majina mazuri niite Selina inatosha, sawa? Nilikimbilia bafuni nikiwa siamini kama nimefanya tena mapenzi na dada. Nimetoka, nimejiandaa kweli, namkuta boda nje. Dada akanipa na elfu kumi na matumizi ya shule. Kwa mara ya kwanza nikapanda boda hadi shule, nikaepuka na usafiri wa kugombania magari kwenda Azania. siku hiyo sikuwa na furaha hata kidogo, muda wote nilikuwa najiona mkosefu tu. Nimetoka shule sasa niende tuition. Najisachi nakuta sina pesa za tuition. Nikawaza, nikajiuliza zimeenda wapi? Nikahisi zilidondoka tu, niliogopa sana, nikarudi nyumbani kiunyonge sana. Wewe, mbona mnyonge hivyo? Nimepoteza hela za tuition sasa hivyo tu. Na wewe ebu kabadilishe nguo ule, halafu uje tuongee. Nilifanya kama dada alivyotaka. Nimemaliza kula hapo, akanishika mkono hadi chumbani kwake. Kanitesha kitandani kisha akaketi. Ujue nakupenda Kevoo, ukiwa na shida yoyote niambie. Sawa. Haya, niambie pesa ya tuishini shilingi ngapi? elfu themanini. Ok. Dada alivuta tuo yake akanihesabia elfu themanini kisha akanikabidhi, huku ananitazama kwa tabasamu pana lililojaa mahaba sana. Nimekupa, sasa unipe na mimi dada akasimama na kuanza kuvua nguo zake. Msaada wa dada kumbe sio wa bure. Msaada wa dada kumbe sio wa bure bure bure. <tipos>